Ndugu zangu, ninarudia, ingawa wakati mwingine ninawakera. Ninaona huko kwenye mitandao watu wengine wanavyonitukana, wewe a -a. Mimi wala najua, ujumbe ndio unafika hivyo kidogo kidogo, na nasema mm hivi -hmm. Nasema kama Sayyidina Ibrahimu alivyosema, waman asani atakayenipinga, fainnaka ghafurur rahim, Mungu wewe ni mwingi wa msamaha. Mungu wasamehe watu wote walionitukana, nawaombea msamaha kwa Mungu kwa sababu ninajua hawajui na wengine weshaanza kujua kwa sababu zile siku tano zile tulizokaa ndani bila ya kutoka, wengine wamejua. Na wale wasiojua, na usitake watu wote wajue, siku moja wengine watakuja kujua taratibu taratibu, insha Allah wataelewa kwamba amani maana yake nini, na utulivu maana yake nini, na kuacha kuishi katika chuki maana yake nini. Naomba Waislamu, ongozeni katika kuchoa mkono wa amani kwa kila mtu Wala usitizame itikadi ya dini yako, bali wewe mtazame kwamba ni mwanadamu mwenzio, mtanzania mwenzio, mnaishi katika nchi ya Tanzania. Huyo ni mwenzako wa kusaidiana naye kujenga nchi yenu. Ukiuza vitumbua, ukiwa unapika vitumbua, uuze, usimuulize mtu wewe, dini yako dini gani ndio umuuzie. Wewe unachotaka kupata pesa, yoyote atakayekuja kununua, ha?